Ndugu zangu, nianze kwanza kwa kuwapongeza ongereni sana. Tanzania na zaidi ya watu milioni sitini, lakini idadi kubwa ni wa vijana. Na vijana wale wengi sasa wamesoma, kwa hiyo nyinyi kupata nafasi hii ni bahati kubwa, ndio maana nawapongeza ongereni sana. Ni imani yangu kwa namna ambavyo wamewaangalia kuwachuja na kuwatathmini nakuamini, nakuwapa nafasi hizi, sasa mnakwenda kutoa huduma nzuri kwa wananchi wetu. Lengo la serikali ni kutoa huduma nzuri kwa watu. Kama wewe ni muuguzi tunaamini kwamba unaenda sasa kuhakikisha kwamba kile ulichotumwa kufanya unafanya. Watendaji wa mitaa na vijiji, mnatakiwa sasa kwenda kurudi kwa watu, maanake nyinyi ndio mna watu kwa hiyo mhakikishe kwamba mnaenda kukopu na ile jamii mliyoko nayo pale, na mnawaelewa mnawahudumia, na mnatoa ile huduma ambayo serikali imetegemea kutoka kwenu. Na vilevile maendeleo ya jamii tunawategemea sana nyinyi, ndio wahamasishaji, wasimamiaji, lakini vilevile vile, na nyinyi mnashughulika na jamii kwa asilimia kubwa. Yuko mwanasheria, tumemwona mpya, si sindio eh? Ajira mpya hatutegemei sasa migogoro yetu iende mahakamani. Tunategemea utatumia weledi wa nafasi yako kuwaelimisha, kufafanua na kutafsiri sheria, ili kila mtu ajitambue, lakini mambo yetu na migogoro yetu tuimalize wenyewe, isifike mahakamani. Ndio wote waliopo hapa kwa wote, wa wapa, wa kada ya utawala na afya watakuwa na uelewa mkubwa kuhusu masuala ya ajira stahiki na maslahi yao, lakini watafahamu maadili ya utumishi wa umma vilevile, watafahamu mwongozo wa mavazi kwa watumishi wa umma, wanapaswa kuvaa mavazi gani na kwa wakati gani. Vilevile watafahamu umuhimu wa watumishi wa umma kushiriki kwenye vyama vya wafanyakazi.